Assalamu alaikum. Allughatu larabia, lugha ya Kiarabu. Ukitaka kusema kwa Kiarabu habari hii siyo sahihi au habari hii siyo ya kweli utasemaje kwa Kiarabu? Utasema hadha al-khabaru ghairu sahihin, hadha al-khabaru ghairu sahihin, yani habari hii siyo ya kweli habari hii ni feki. Ila ukitaka sentensi yako iwe tamu zaidi, ukitaka sentensi yako iwe nzuri zaidi kuliko hivi, basi utasema hadhal khabaru arin minaswiha, hadhal khabaru arin minaswiha, yaani habari hii iko tupu, imeepukana na ukweli. Habari hii iko tupu, haina ukweli. Ukiwa unamaanisha kwamba habari hii siyo ya kweli: hadha alkhabaru arin min aswiha, hadha alkhabaru arin min aswiha, habari hii siyo ya kweli. Kwa hiyo sentensi hii ya pili ni nzuri zaidi kuliko sentensi hii ya kwanza. Haimaanishi kwamba sentensi hii ya kwanza imekosewa. Hapana, sentensi iko sahihi, haina kosa lolote, ila tu ukitaka kutia mbwembwe, yani sentensi yako iwe tamu zaidi kwenye masikio ya mtu ambaye anakusikiliza, basi utasema hadhal khabaru arin minasiha badala ya kusema hadhal khabaru ghairu sahihin.